Baada ya kutazama sehemu ya kwanza, ni vitu gani ambavyo mwanamke anapaswa kuzingatia kiafya imradi aweze kupata ujauzito ambao utakuwa katika hali ya usalama zaidi. Maana tukaangalia makundi matano ambayo mwanamke anapaswa kuyafanya au jamii inapaswa kuyafanya imradi kuweza kuwa salama kipindi chote. Leo tutazame sehemu ya pili, ambapo tunaweza kutazama makundi mawili ya mwanamke ambaye anatamani kupata ujauzito, lakini mwanamke ambaye hatamani kupata ujauzito, ni vitu gani ambavyo anapaswa kuzingatia imradi kuweza kupata ujauzito, lakini kwa mwanamke ambaye hatamani kupata ujauzito ni kitu gani ambacho anatakiwa vifanye ili uweza kuwa salama zaidi? Hii itatufanya sisi kuweza kutekusha na kupata ujauzito wa mapema zaidi. Kwa yule mama ambaye tayari asijifungua na yuko katika kipindi cha kunyonyesha au katika kipindi cha malezi na atamani kupata ujauzito kwa wakati huo, au mwanamke wa kawaida ambaye anatamani kupata ujauzito, ni kitu gani ambacho tunapaswa kuzingatia ili kuweza kupata ujauzito kulingana na mipango ambayo umejiwekea au kuweza kuwa salama kipindi chote au kupata ujauzito wenye afya zaidi. Hii kuna mambo kadhaa ambayo mwanamke anatakiwa kuzingatia, kwa yeye ambaye anatamani kuepuka na changamoto ya kupata ujauzito mapema, ili mradi kufanya afya yako kuwa salama zaidi, au kama ni kipindi ambacho utakuwa unanyonyesha, basi kuweza kumlinda mtoto wako kuweza kuwa salama zaidi. Hii kuna mbinu nyingi ambazo wataalamu mbalimbali wamekuwa wakifundisha na kuweza kufanya wewe mama kuwa mwenye afya njema, au jamii kuweza kumlinda mama dhidi ya changamoto za kupata ujauzito mapema zaidi ambao unaweza kuhatarisha afya yake au afya ya mtoto atakayezaliwa au afya ya mtoto aliyokuwa hapo duniani kutokana na changamoto ambazo zinaweza kujitokeza ke, kama mama utafanya maamuzi ya kushika ujauzito mapema zaidi. Mbinu ya kwanza ambayo wengi wamekuwa wakisisitiza ni mama kuweza kunyonyesha mara kwa mara. Hii itakufanya kuchelewesha periodi yako na kuweza kukuepusha dhidi ya changamoto za kupata ujauzito mapema zaidi, lakini na mbinu nyingine ambazo za kiafya au za kisayansi ambazo zimekuwa zikitumia, mfano mama anashauriwa sana kutumia dawa za uzazi wa mpango ambazo zinaweza kupelekea kata hizo kupelekea asipate ujauzito, ambapo miongoni mwao anaweza kapata ni kwa njia ya sindano au njia ya vidonge, kwake mama anaweza kawa salama zaidi, lakini mama anashauriwa kuweka kijiti au kitanzi, ambapo kwake itakuwa salama zaidi. Vitu vingine ambavyo vya asili ambavyo mama anaweza kavifanya bila kutumia ushauri wa wote kidaktari au kuwa na vifaa vyovyote vya kidaktari au vya kimatibabu ni kuweza kutumia kondom, ambao kwako inaweza ikawa msalama zaidi, lakini kwa mwanaume unaweza kumsaidia mwanamke kutopata ujauzito kwa kuweza kumwagia nje mbegu zako, au mwanamke akacheza na wewe kwa kuweza kumwagia nje mbegu za mwanaume na kuweza kumudu zaidi ya changamoto ya kuweza kupata ujauzito wa mapema zaidi, lakini mwishoni mwanamke anapaswa kuzingatia kalenda ambayo kwake itakuwa msaada. Sasa sitazungumza na hayo makundi ya juu au vipengele vya juu kwamba mama anatakiwa kunyonyesha mara kwa mara au mama anapaswa kuweza kuwa salama kwa kuweza kutumia vidonge au vijiti ambavyo vinaweza vikawa msaada zidi ya kuepuka na changamoto ya kupata ujauzito wa mapema zaidi. Leo tutazungumza mifumo miwili ambayo itakuwa msaada kwa mwanamke lakini kwa mwanaume, lakini na jamii kuweza kuepukana na changamoto kupata ujauzito kwa mapema zaidi. Au kwa hiyo mwanamke ambaye ambaye anatamani kupata kutopata ujauzito, unaweza kutumia kalenda kukufanya kuwa salama zaidi, au unaweza kutumia kondomu ambayo inaweza kufanya kuwa salama zaidi na kuepukana na ujauzito kwa mapema zaidi, au kutopata ujauzito kuingana na mipango ambayo umejiwekea, mpaka ukamilishe ndio utafanya maamuzi kupata ujauzito. Kwa mbinu ya kwanza kwa mwanamke, unatakiwa kutumia kalenda ambayo itakuwa salama zaidi, lakini pia unaweza kutumia kondomu. Sasa kuna mahusiano ambayo yako serious ambayo wanasema ukiwa kwenye ndoa, mara nyingi hupaswi kutumia kondom. Basi inajikuta wengi wamejikuta wakipata ujauzito bila kutarajia kwa sababu kwenye ndoa, basi nafanya maamuzi ya kulea kile kiumbe ambacho kimepatikana kwa wakati huo. Sasa, unataka uweze kuwa salama, ni kuweza kutumia kondom hapa na shauri kama itakuwa ni ngumu sana iko na ndoa kutumia condom kutokana na majukumu ambayo mwanaume anao, labda amerudi ameelewa, au na vitu fulani ambavyo vinamfanya asiwe sawa au asielewe juu ya matumizi ya condom, kwa maana atakuja kavukavu. Lakini mwanamke, ni vyema ukapata ujumbe huu, au kama ni mwanaume, ni vyema ukasikiza kwa makini zaidi. Pale ambapo nakaribia kumwaga, ni vyema ukajua wakati gani sahihi mwa kumwaga na kuweza kutumia kwa kwa wakati huo imani usim usimsababishie mwanamke kupata ujauzito. Kwa hiyo utaweza ukaanza vizuri kwa kuto kutumia condom, lakini mwisho unapoelekea kumwaga ni vema ukavaa kondomu na kumlinda mwanamke zija kupata ujauzito. Lakini kwa kuweza kutumia kalenda hii, imewachanganya wengi sana kupelekea watu kutumia vijiti ambao vinaweza kuwatarisha afya zao, au wengine wamkutana na maradhi mbalimbali kusana zidi ya uzito wa mpango ambao anatumia. Sasa inahitaji utaalamu wa hali ya juu ambao mwanamke na mwanaume wanapaswa kushirikiana imadi kujilinda zidi ya changamoto ya kuweza kupata ujauzito au mimba ambayo haijatarajiwa. Maana yake inahitaji kila mmoja kukaa chini na kuweza kumsoma mwenzie au kusoma kalenda, au mwanamke yuko katika kipindi gani kulingana na mzunguko wa hedhi. Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo hapa mwanamke anapaswa kuzingatia ili kuweza kukwepa ujauzito lazima ujue ni siku gani ambapo wewe utaingia kwenye siku za hatari na kuweza kusababisha mwanamke kupata ujauzito, au wewe ni mwanaume ambaye unatamani kufahamu kwamba ni siku gani ambapo zitakuwa siku za hatari na mwanamke anapaswa kuepuka kupata ujauzito. Lakini kama wewe mama tayari ushajifungua na unatamani kufahamu ni wakati gani ambapo hilo linaweza kurudi, basi cha kwanza ni vyema kwa mara kwa mara, ili kukufanya kuweza kuwa salama na kukulinda dhidi ya changamoto ya kuweza kupata ujauzito mapema zaidi. Mala kwa hiyo utakaponyonyesha mara kwa mara, hii itakuwa inazidi kupata ujauzito mapema zaidi, lakini unaweza kutumia mfumo wa kalenda ambao wengi sasa huwa wanapata tabu hapa. Yaani maana yake hawashiriki tendo la ndoa kwa kuhofia kwamba mzunguko wake hajarudi. Na hajajua ni kipindi gani ambacho anarudi. Unaweza ukafanya tendo la ndoa na wakati huo huo ya mwanamke kapata ujauzito. Yaani vitu gani ambavyo mwanamke anapaswa kuzingatia? Hapa katika kufahamu mzunguko kalinda baada ya mama kujifungua, ni vyema ukatambua joto lako la mwili. Kuna siku nyingine ambazo mwili utakuwa kawaida, aimaake hapa hautakuwa ale katika siku zako za hatari. Kwa hiyo mama, ambaye tayari utakuwa umejifungua, lakini pia unatamani kufahamu kwamba ni siku gani koko ambayo itakuwa siku ya hatari, na unatamani kufanya tendo la ndoa, yaani maana mama ushajifungua na unatamani kujua ni wakati gani sahihi kwangu kufanya tendo la ndoa, lakini siku ambapo nitakapofanya basi isiwe siku yenye hatari na kuweza kusababisha mimi kupata ujauzito. Lakini kwa hiyo binti ambayo anatamani kufahamu ni siku zako za hatari, ambazo kwa kutumia kalenda ambayo nayo, basi kuna vitu kadhaa kadaadu viangalie, ambao inaweza kupatanisha wewe ukao katika siku za hatari. Ni siku ambazo zinakuonyesha kwamba mama umeingia ni katika siku za hatari ambazo siku hizo ukizifanya au ukihusika kwa namna moja au nyingine kufanya tendo la ndoa na mwenzako, basi unaweza ukawa kwa, kwa nafasi kubwa ya kupata ujauzito uzito. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia. Kwa hiyo mama ambaye tayari ameshajifungua na mzunguko haujarudi na natamani kufahamu siku gani ambazo kuko zitakuwa za hatari, lakini kwa hiyo mama ambaye mzunguko nao siku zote na siku gani ambazo utamani kufanya tendo la ndoa usipate ujauzito vitu hivi ambavyo nakutajia hapa ni vitu ambavyo unapaswa kuzingatia sana kwa mama ambaye utafanya maamuzi ya kutumia kalenda kwanza mama utajisikia joto lako la mwili litakuwa limepanda ambapo nikiashiria kwamba uko kwa siku zako za hatari na siku utakapofanya basi unaweza kuwa na nafasi kubwa kupata ujauzito maana hapa mama utalinganisha siku zako zilizopita kwamba wewe joto lako lilikuwaje kwa maana hapa utaanza kuhesabu toka siku ya kwanza ambapo mama utakuwa umeingia period ile ni siku ya kwanza ambapo tutaenda mpaka siku ya 14 kwa hiyo kutokana na ufinyu au mazingira kutokuwa rafiki na vitu ambavyo tunatumia basi vinaweza visiwe rafiki na kusababishia mama kuvurugika. Kwa mvurugiko basi utafanya zoezi moja ambalo litakuwa msaada kwako na kuweza kutambua hii siku yako hatari, sio siku ya shaki. Kwa mama, utaanza kuhesabu siku ya kwanza ambapo umeanza kutoka period au damu ya hedhi imeanza kutoka mpaka siku ya 14 Kwa hiyo siku zote utaanza kulinganisha joto lako la mwili, utakapoona sehemu kwamba joto lako la mwili imekuwa juu sana na mama utaambatanisha na na dalili zifuatazo. Kwa hiyo siku utagundua kwamba ni siku zako, utakuwa siku zako za hatari, lakini kutakuwa na dalili nyingine ambazo mama utazisi, ni kiashiria kwamba wewe utakuwa kwa siku za hatari kwa na nafasi kubwa asipokuwa kushiriki tendo la ndoa na kuweza kupata ujauzito. Kwa hiyo mama atahisi joto la mwili litakuwa juu sana lakini tambatana na, na, na vifuatavyo. Mama utahisi maziwa yako kuuma au yenye kuvimba. Lakini mama utakuwa unatoa ute ukeni ambao utakuwa ni mfano wa kiini cha yai kile cheupe ambacho kitakuwa kinavutika na kukatika. Kwa hiyo mama utafanya zoezi la kuingiza vidole viwili, utakapotoa utaachinisha vidole vyako, ukiona lote umevutika na kukatika ni kiasi kwa mama utakuwa kwenye siku zako za hatari. Kwa hiyo ni vema ukazingatia hizo dalili, lakini ya mwisho mama utakuwa na matamanio kufanya tendo la ndoa, wewe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao una hamasa kubwa, au utakuwa na hamu ya mara kwa mara kufanya tendo la ndoa nikiashiria mama kwamba utakuwa kwenye siku zako za hatari. Sasa namna bora kufanya ni kuongea na mwenza wako, imradi kukufanya hizo siku uweze kupita au usiingiwe na matamanio ambayo nayo utakuweza kushiriki tena ndoa, ukajenga nafasi kubwa kupata ujauzito. Lakini kwa hiyo e, binti au ni mama ambaye unatamani kupata ujauzito tena baada ya kujifungua, kujifungua salama, nishapita miaka kadhaa una ambayo unashauriwa kiapa na taratibu mbalimbali zidi ya kushika ujauzito, natamani tena kupata ujauzito mwingine au kwa hivi itakuwa tamani ku kuweza kupata ujauzito. Kwa hizo ni ishara za kiashiria kwamba siku hizo ambazo ukifanya tendo la ndoa basi una nafasi kubwa kupata ujauzito. Na hii kutokana na mipango ambayo familia au mtu mmoja mmoja anakuwa ajiwekea. Emai, na mtu anapanga muda gani sahihi kwa kuweza kuzaa au ni mwezi gani ambao yeye atajua kuweza kuzaa. Kuna wengine watamani walinganishe mwezi usika na birthday zao. Kwa maana mama anajitengenezea Muda sahihi wa kuweza kushika ujauzito. Kwa hiyo kuweza kushika ujauzito kwa wakati na kuweza kujifungua mwezi ambao umejipangia, basi ni vyema ukafahamu hizo siku na kuweza kushika ujauzito kwa wakati huo. Kwa sababu ukicheza na hizo siku au zikakupita hizo siku, basi unaweza ukashindwa kupata ujauzito na kupelekea mama kujifungua mwezi unaofuata au miezi mingine inayofuata, kwa kuamini kwamba ile siku ambayo umejipangia au ile siku ya mwisho ambayo umefanya tendo la ndoa basi ulifungwa mwezo ukapata ujauzito na kumbe umefanya siku ambayo sio siku ya kupata ujauzito. Hivi ni vitu ambavyo mama basi kufahamu. Kwa hiyo mama ambao hautamani kupata ujauzito, kwa ambao ushajifungua, so hii inaweza kupelekea hatarisi ya afya yako, lakini pia kwa mtoto. Kwa hiyo namna ya ku, na kujisaidia kama unatamani, utumie kalenda au ufahamu wakati gani kufanya tendo la ndoa baada ya kujifungua na usiweze kupata ujauzito Kutumia kwa kutumia mfumo wako kaenda basi tutambua hizo ishara, lakini ni vyema ukanyonyesha mara kwa mara na kutumia kinga kwa kipindi hicho, mbona usiweze kupata kondomu. Lakini kwa yeye ambaye mwanamke ambaye atamani kupata ujauzito, sasa na muda umefika sawa kupata ujauzito na mipango yako plan zako zimekamilika, natamani utumie utumie huo mwezi husika kwa kuweza kutambua siku yako ya hatari na kuweza kufanya tendo la ndoa na kuweza kupata ujauzito. Basi tutumie ishara hizo ambazo kwako zitakuwa msaada na kuweza kutambua sikuwa na hatari kupata ujauzito. Lakini pia unaweza kutumia kuna application mbalimbali mbali au kuna apps mbalimbali mbali ambazo zinaweza kuhesabu mzunguko wako kwa kuhesabu siku gani ya 14 ambapo una nafasi kubwa kuweza kufanya siku hiyo na kupata ujauzito, au unaweza ukafanya siku hiyo na usipata ujauzito. Lakini mbegu za kiume huwa zinakaa muda mrefu kwenye mwili wa mwanaume, ni zaidi ya siku 4 mpaka tano ambazo mbegu zitakaka ni katika mfumo wa uzazi wa mwanamke kwa inawezekana ukasaki kwa mtindo huo kwa kuweza kufanya tendo la ndoa siku mbili nyuma kabla ya siku 14, au siku tatu nyuma. Ni vizuri kufanya siku mbili nyuma, ambapo itaenda moja kwa moja zile mbegu zitakaa muda mrefu mpaka yai pale itakapotoka siku 14, basi na nafasi kubwa kuweza kupata ujauzito. Lakini kwa ambao ufahamu, basi na kulazimu ukae muda mrefu sana kuweza kutambua na kuweza kusoma. Kwa hiyo nafasi kubwa kuweza kutambua ni wewe mama kuweza kushaki mzunguko wako pale, siku ya kwanza unapoingia period mpaka siku ya 14. Kwa hiyo kuweza kupata ujauzito hapo ni ile siku ya 13 siku ya 12 siku ya 13 siku ya 14 na siku ya 13 ni kipindi ambacho mama anapaswa kufanya tendo la ndoa, ambayo tamani kupata ujauzito. Lakini kwa ambayo utamani kupata ujauzito, basi utaepukana na siku hizo ambazo zinaweza zikawa hatari na kusababisha kupata ujauzito na kuweza kulinda afya yako au kupata ujauzito wa mapema ambao unaweza kudhalisha afya ya mama. Hizi ni mbinu ambazo tutazitumia mama, kukufanya kuweza kuwa salama au kukuza kukulinda zidi ya changamoto ya kupata ujauzito wa mapema zaidi. Au kwa mama ambaye anatamani kupata ujauzito wa mapema basi, unaweza kutumia mbinu hizo kuweza kupata ujauzito na kujifungua mwezi ambao umepanga kuupata. Niambie, ni mbinu gani ambayo wewe unaitumia ambayo inaweza ikawa salama kwako, lakini mbinu gani ambayo sio kutumia na ikaanza kuhatarisha afya yako au kupelekea kupata ujauzito mapema zaidi. Lakini kwa hiyo mambo ambayo ushajifungua na hautamani kupata ujauzito mapema zaidi, niko na mbinu tatu ambazo nimesisitiza hapo. Ya kwanza ni wewe kuonyesha mara kwa mara ambapo uko unaweza ikawa salama zaidi, lakini ya pili ni kuweza kutumia mfumo wa kalenda, ambayo kwa kutambua ishara zake kama itakuwa haijarudi kurudi yako kwa wakati lakini ya tatu ni huyo mama kuongea na mwenza wako kuweza kutumia mpira ambao tunasema kondom, ambayo inaweza kukuinda dhidi ya changamoto wa kupata ujauzito wa mapema zaidi. Lakini ya nne unaweza kukaa na kushirikiana na mwenza wako kwa kuweza kwa kuweza kumwagia nje, au wakati ambapo unafika wa mwenzako kufika kileleni au kuweza kumwaga ni kukaa na mwenza wako kuzungumza, wakati ambapo yeye anakaribia kutoa mbegu zake au kumwaga mbegu zake kumwagia nje na kuweza kufanya kuwa salama kipindi chote. Hii ni wakati sahihi ambapo wewe na mwenza wako mtashirikiana kwa pamoja kwamba sasa unakaribia ukingoni, ni vyema ukamwagia nje, au kipindi hichi ndio wakati ambapo utavaa kondomu na kuweza kuweza kuwa salama, ili kufikana ujauzito mapema zaidi. Sababu anasema kwenye ndoa harusiku kuvaa kondomu mnandoa naaminiana ya kila mwaka au anapata mimba ambazo hazijapangwa kutokana na kiamini kwamba siku zote wao ni na kuwa salama kipindi chote. Channel hii ni Afya, ambayo tutajifunza mambo mbalimbali ya kiafya ambayo utakuwa msaada kwa mtu mmoja mmoja, au familia na jamii, unaweza kufanya kwa salama kipindi chote. Hatutaangalia ni ni level gani ya elimu ambayo unayo, unaweza kujifunza na kuelewa na kufanya kuwa salama kipindi chote zaidi na kuweza kuisaidia jamii. Kama unahisi una na mchango ambao utakuwa msaada kwa mtu mmoja mmoja, au kwa watu ambao watapitia video hii, basi unaweza kuchangia kwa kupitia comment ambayo itakuwa msaada kwao na kuweza kuona namna gani mambo inaweza ikawa msaada. Lakini kwa wewe ambaye unatazama video hii na unahisi iko na maarifa ambayo umeyakosa, iko na watu ambao watatoa comment zao na kuweza kujifunza wapi ambapo unatakiwa kuongeza kitu au